Yeah, hey hey, guys habari ya wakati huu, habari zenu? Kwema kabisa. Nawashukuru wote mnaoendelea kufuatilia video zangu kwenye YouTube, ku subscribe ku like na ku share na marafiki, ili waendelee kujifunza zaidi. Nawashukuru sana kwa support yenu, sapoti. E, tuendelee kujifunza kwa pamoja na muendelee kuni support, msimchoke, mnishauri vitu vya kuongeza kwenye video, mnishauri vitu vya kuenda kwa kufundisha pia, video gani warekodie, video gani walete. Nawashukuru sana. Twende pamoja tukasome namna ya kujua news za forex na namna ya kutrade news za forex. Utazipata wapi? Utapata wapi taarifa kwenye forex trading okay? Moja kwa moja utakuja kwenye browser yako. Mimi nimekuja hapa kwenye browser ya Google. Utakuja kwenye browser ya Google hapa, utaandika, utaandika forex factor kalenda forex factor kalenda forex factor kalenda. Hii hapa, hii hapa, hapa hapa hapa. Utakuja utaselect hii. Forex factor calendar hii hapa, utaclick. Yani, news kwenye forex ni muhimu sana kuwa una trade, kiwa unajua news kwa sababu news zinaharibu mwelekeo wa soko. Kwa unaweza kuwa uupo sokoni una trade, hujui kama news natokea ukajikuta imekutoa sokoni kwa kuchoma mtaji wako kwa sababu umeingia muda ambao hujui ni wakati sahihi au sio sahihi, naona. <coughs> Kwa hiyo natakiwa unaingia kwenye Google ama ukadownload application hii ya Forex Factory Calendar, ili huu unajua taarifa za forex inaendaje. Ya news zipo nyingi mbalimbali mbali, kila siku zipo kuna news kubwa kuna news ndogo kuna za, za kati kwa kama hivyo zote zinaweza kuwasili soko kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo wewe lazima huu unajua namna ya kuweza kutrade nje na news ili zisiweze kukuharibia mudi yako ya trading. Ukichangia kwenye uwanja huu, kishangia kwenye uwanja huu utakuja, utakuja kuseti vitu kama hivi, ukija hapa, ukija hapa hapa kwenye filter. Kuna kitu na, unaweza kuseti kuja kubonyeza hapa, alafu utakuja kuchagua news gani unataka kuziona kwenye chati yako. Hii nyekundu hii, hii nyekundu hii hii ni news kubwa, hizi ni news kubwa kubwa, hizi ni news za kati, hizi za karoti, hizi za njano ni news ndogo ndogo. Alafu hizi ni holiday, hizi ni holiday, labda kwa siku hiyo hamna news ama benki zimefungwa kwa siku hiyo, utakuta hii alama hii. Kwa hiyo unachoweza kuangalia sana hii ya kwanza na hii ya pili, ndo zinaharibu sana mwelekeo wa soko, zinaharibu sana mwelekeo wa soko. Kwa hiyo ni za kuwa nazo makini unapokuwa na trading, na kirudi nyuma kirudi nyuma kwenye kuseti time hapa, kibonyeza hapa weza kuona namna ya kuweza kuweka time kama unataka ya zone ya sehemu fulani ama ya masaa fulani, utakuja kuseti kwa huku. Yani nshaa set hapa, ntaiacha hivi hivi. Tarudi nyuma, kwa mfano hapa nataka kuweka ya masaa ishirini na nne, naweka hapo, yani na save nakuja kama hivi. Kwa hiyo hapa unaweza kuja ukaseti pia siku, nataka kuona siku gani? Hapa ukaseti, nataka kuona siku gani, alafu utashuka chini kidogo, naona kama hizi hapa <coughs> kama hizi itakuwa ni Juni tarehe kumi na moja hili hapa. Na kutakuwa na news kubwa kubwa kama hii ya SPI na hizi news nyingine ndogo ndogo, na muda muda ndo kama huu hapa, saa tisa saa tisa na nusu saa tisa na nusu hapa kutakuwa na news hizi zote hizi hapa, hizi hizi zote hizi hapa mpaka hapa kutakuwa na news ambayo ni news kubwa. Hii pia inakuwa ni news kubwa kabisa, kao ni nayo makini unapokuwa una trade. Baada ya hapo pia kuna, kuna news zingine hizi hapa zitaendelea, lakini news ndogo ndogo hizi haziwezi kuharibu kubwa sana. saa kumi na moja na nusu hapa kuna saa mbili, kuna saa tatu na kuna saa nane. Hii itakuwa ni siku nyingine ya Alhamisi, kwa hiyo hizi ndo news za kuweza kuzingatia hizi, zinaharibu mwelekeo wa soko unapokuwa una trade usipokuwa nazo makini. Ukienda kuangalia chini kidogo, huko taona siku nyingine tena ya Alhamisi kutakuwa na news tena kubwa kama PPI, na yenyewe inakuja muda ule ule, muda ule ule hupa, saa tisa na nusu tutakuwa na news hizi hapa. Kwa hiyo, kwa hiyo unapokuwa na trade kiwa makini sana muda huu, naona. Kwa hiyo news zipo kila siku, japokuwa si kila siku kuna news kubwa kubwa, naona no. Uh, kuna alama zile pale nimezionyesha kama hii hapa kwamba ni bank holiday, na maana leo hakukuwa na nani yoyote, naona. Kwa hiyo no, no. Unaenda unaangalia hizi news nu mpaka kesho, kesho, kesho sikukuu ya Eid bado naendelea, ya kuna news, kuna nani, kuna pair fulani zitakuwa zimefungwa fungwa kwa kesho ambazo hazitaweza kufunguka, ndio hizi benki fulani ziko zitakuwa holiday, kama hizi za euro hizi za CHF hizi za nani AUD, hivyo kuta kwa kesho, pair kama hizi hazitembei kwa sababu benki zao zitakuwa kwenye holiday zitakuwa zinaendelea bado na siku kuu ya Eid. Kwa hiyo news tunazisoma kama hivyo, si ngumu sana. Kishaingia tu kwenye Google yako kuja kusearch forex factory calendar, alafu naku naangalia kila siku kila siku, naingia kukuangalia news zinaenda zinaendajiendaji kama hivyo. Guys, karibuni sana, tuendelee kuwa pamoja. Subscribe guys, usiache ku Subscribe, like na kushare na marafiki ili nao waendelee kujifunza hiki unachojifunza wewe hapa kwenye hii channel. Kwa hiyo masuala ya news ndio yamekaa hivyo, kwao kuangalia labda kwenye chat ya forex. Hapa news ikipita kipita, kipita nakuta ni imeharibu mwelekeo wa soko sana, imeharibu mwelekeo. Kwa mfano kama hapa ukute ndio labda hapa ilikuwa news hapa ilikuwa inategemea kama ilivyokuja hapa kaenda kaenda kaenda imerudi hapa, tegemea kwamba utapata entry nzuri hapa uweze kuendelea kubai, lakini news labda kwa mfano ndio news hii hapa imekuja, imeharibu ime mwelekeo wa soko kaishusha chini zaidi hapa, na imeendelea kabisa kushuka, haikurudi huko, imeshuka, wewe mshasikia kufika huku sasa tukapata ikachukua entry ya, ya kuweza kubai lakini ilikuwa isha tuharibia mwelekeo wa soko hapa. Naona o news yenyewe ikija, wewe kwa mfano ndio ulikuwa na, ikienda upande wako unafurahi, ikienda upande wako unafurahi, kwa sababu unapata profit ndefu sana, lakini ikienda kinyume na hivyo, kwa mfano hapa ndio ulikuwa wewe umefika una, una, una, una, una, una, una hapa ategemea kubai hapa uweze kuendelea kwenda juu. News imekuja imeshuka chini, kama hujaweka stop loss na maana tamtaji mtajiwako wote inaweza kuwa imeuchoma lakini, kama umeweka stop loss pia na kuja imepitiwa stop loss yako ya, lakini vile vilevile kama ulikuwa umeweka entry yako labda ilivyoenda livyoenda kufika, kufika hapa wewe umechukua entry ya kuseli hapa ukaseli maana mpaka huko chini hivi endelea kushuka wewe bado uko kwenye, uko kwenye profit mpaka huko ulikuwa kwenye profit nzuri. Kwa hiyo news ikienda upande wako unaenjoy, lakini kienda kinyume na wewe unalia. So, ni kitu cha kuwa nacho makini unapokuwa unatrade kwenye soko la forex news, ni muhimu sana kuzifuatilia kila siku. Unapoamka ratiba ya kwanza unapoamka ratiba ya kwanza a, unaangalia news Yeah, unaangalia news. Ni muhimu hizi kuzifuatilia kila siku kila siku kama hivyo. Asante sana guys. Subscribe, share, like na na marafiki waweze kujifunza zaidi, asante.